Dodoma kupitia nyinyi na wadau wengine, tuwe mfano mzuri katika kudumisha amani katika mkoa wetu, lakini lakini katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu hizo cha kulinda na kudumisha amani katika maeneo yetu ya vyuo, lakini nje ya vyuo katika mkoa wetu wa Dodoma. ukijihusisha na uhalifu kwa namna moja au nyingine, ukawa sehemu ya uhalifu, aidha kwa kusaidia au kwa kujihusisha moja kwa moja au kwa kushauri, na wewe ni muhalifu. Sasa tujue kwamba uhalifu haulipi, tutambue kwamba serikali inawategemea sana nyinyi, wasomi nyinyi wasomi siniwasoto kutumia uwezo akili ujuzi utaalamu mlionao ili kuweza kufanya mabadiliko ya kuleta maendeleo katika nchi yetu, kuongeza ustawi katika nchi yetu, tunawategemea. Sasa utakapojihusisha kwenye uhalifu au vurugu za aina yote zinazohatarisha amani ya mkoa wetu, kuna madhara yake. Kwanza madhara ya moja kwa moja kwako wewe mwenyewe, unaweza kukuta umefungwa kutumikia kifungo. Sasa hivi tunapoelekea kipindi cha uchaguzi tu, kwenye mchakato wa uchaguzi, kwa sababu sijui kama tutaweza kukutana tena, lakini ngoja nisisitize, tunapoelekea kwenye uchaguzi. Sasa hivi ni kipindi kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, lakini na baada ya uchaguzi tusijiingize tukawa sehemu ya vurugu sehemu ya kuhatarisha amani katika mkoa wetu au kwenye vyuo. Niwaombe sana niwatake ushirikiano ambao umesema mtatuonesha, msiwe sehemu ya vurugu, fujo, kipindi chote wakati kabla, wakati na baada ya, ya uchaguzi mkuu. Nyinyi bado na future bado, serikali inawategemea, wazazi wanawategemea. Ndugu, wizi mkubwa ni wizi wa simu, ambapo wastani kwa mwezi tunapokea malalamiko ya kuibiwa simu, wastani wa simu ishirini kwa mwezi zinakuwa zinaibiwa. Lakini kompyuta mpakato kwa maana ya laptop pia zimekuwa zikiripotiwa kuibiwa kwa wastani wa kompyuta tano kwa mwezi, lakini pesa taslim pia huweze kuibiwa kwa, tumaanisha kwamba pesa ambazo wanakaanazo wanafunzi mabwenini, alafu pesa pia zinaibiwa kwenye ATM za wanafunzi, ATM kule za mabenki kwa kupitia kwa, kwa mawakala pia lakini pia kuna ule wizi ambao tunaujua kule vyuoni, wizi kwa njia ya mtandao serikali ya wanafunzi osha mipango wito ambayo tunaweza kwenda kuotoa kwa wanafunzi wenzetu ni kwamba tutii sheria na taratibu. Moja kati ya matukio ambayo yanatokea katika vyuo mbalimbali ni pamoja na wivu wa mapenzi. Kwa sisi kama wakina dada tunaathirika kwa namna tofauti tofauti, kwanza maendeleo yetu ya kwenye, yaani katika elimu inakuwa inatuathiri kwa namna moja au nyingine tidika kitaaluma pia vilevile vile tunatakiwa sisi wasichana tue, ni tuendelee kuelimishana zaidi, kwa sababu mapenzi ni yapo tu, lakini unatakiwa wewe msichana ujifahamu we ni nani na umefata nini chuoni. wa namna moja au nyingine, matukio kama haya ambayo tumeweza kuyajadili leo yanatokea katika chuo kikuu cha Dodoma haswa matukio kama ya wizi na matukio mengine, lakini mbali na hapo, ni kwamba chuo kikuu cha Dodoma kupitia uongozi wake unafanya kila jitihada ya kuweza kuyakomesha hayo matukio yanayojitokeza katika chuo kikuu.